Waziri mkuu wa Tanzania Dakitari Mwigulu Nchemba amesisitiza kwamba sheria inapaswa kutumika kwa kila mtu bila ubaguzi. Akizungumza tarehe ishirini na sita Novemba katika uzinduzi wa wiki ya kwanza ya usafiri endelevu nchini, alikemea tabia ya kuwachukulia hatua haraka baadhi ya watu wanaokiuka sheria huku wengine wakiachwa bila kuguswa. Alisema kuwa hali hiyo imekuwa ikidhoofisha uaminifu katika utawala wa sheria na kuleta picha kuwa kuna watu wasioingilika, jambo ambalo halikubaliki. Kwa mujibu wake, mtu yeyote anayefanya kosa anatakiwa kushughulikiwa kwa utaratibu ule ule bila kuangalia nafasi, umaarufu au cheo. Dakitari Mwigulu pia aliwakumbusha wataalamu na viongozi wanaofahamu vizuri sheria lakini bado wanajaribu kuizunguka, akisisitiza kuwa wao ndio wanaopaswa kuwa mstari wa mbele kuonyesha mfano. Aliongeza kuwa makundi kama waendesha bodaboda na bajaji mara nyingi hawana ufahamu mpana wa kisheria, hivyo viongozi wanapaswa kuwaongoza kwa haki badala ya kutumia adhabu kwa upendeleo. Kwa ujumla, alitoa wito wa kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha kuwa kila ambaye anavunja sheria anashughulikiwa kwa usawa. Yeyote atakayevunja sheria akamatwe na, na hatua za kisheria zichukuliwe kwa usawa.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 Mnaweza mkawasaidia saidia wale wale bajaji bodaboda, kwa sababu wanaweza hata wakawa hawaijui sheria na hawajafanya makusudi. Wadogo wa wa wa wadogo, wananchi wadogo wadogo. Hawa hawa waliotunga sheria wanavunja makusudi, hawa waliotengeneza sheria wana wana wanaikiuka kwa makusudi.